Citizen Makueni kutoka kwa Michael Mutinda. Kaunti namba 17, tuelekee gatuzi namba 25, kwake Boniface Barasa ambaye anatupasha kwamba jamii za Wapokoti, Waturukana na Wasamburu zinazoishi mpakani mwa kaunti ya Samburu na Laikipia zimewe, zimezika uhasama baina yao na kufungulia upya ukurasa wa kuishi kwa amani. <coughs> Katika eneo la ngususu la Laikipia Kaskazini, mpakani mwa kaunti ya Samburu na Laikipia, tunakutana na saruni lekalkei, kijana mwanarika kutoka jamii ya wa Wasamburu pamoja na Paul Eragai kutoka jamii wa Turkana. ya Waturukana wanasimulia maisha waliokumbatia awali na sababu zilizowashinikiza kujihusisha na wizi wa mifugo. Ile kitu ambayo imechangia fita dhidi ya Pokot, Samburu na Turkana ni wizi wa ng'ombe na hiyo inashangiwa na utamaduni ambayo ilikuwepo tangu zamani ambayo jamii hiyo wanaamini kwamba uende ukaibie katika jamii zingine, na huwa wana praise, yaani mkifanya hivyo vijana huwa unaonekana kama huoni mwanaume kabisa. Fanya sisi wengine kwenda kuiba mifugo ni kwa sababu mambo ya njaa ilikuwa moja, mambo ya njaa ilikuwa moja na utamaduni Samuel na silmanarika kutoka jamii ya wa wafugaji wa Pokota na ungama kadhia hiyo kuchangiwa na viwango duni vya elimu kando na mila komavu. Umekuwa uh, kwa muda mingi nafita pande hii kati ya jamii ambao ni wafugaji Pokot, uh, Turkana na Samburu, lakini tunashukuru Mungu sana kwa sababu vitu kama hizo zimechangiwa na illiteracy ama kutokuwa na mashule.

And once these guys started learning about things in the Bible they're like you know stealing and killing is a sin. Kupitia juhudi za makanisa wanarika hao wameelimishwa kusoma na kuandika na kuridhia kuzika uhasama huo, na hapo wanashiriki densi ya pamoja kuashiria mwamko mpya. Serikali itakapoingilia na kutusaidia kwa, kwa kuhakikisha ya kwamba yale ya, ya, ya, wakati wa ukame wanatusupport ku, kupeana chakula wa kwa hawa ndugu waweze kutambua ya kwamba wao ni brothers. Kwa sababu hiyo serikali inaweza kuingilia katika sehemu hiyo. Pia serikali inaweza kuingilia kwa kutusupport tujenge makanisa. Serikali inaweza kutu kutusaidia tuweze kujenga mashule hii peace dumu. Uh, tunasema kwamba ni vizuri kama tutakuwa na mikutano. because tumekuwa na mkutano hapa Laikipia na bado tutafanya zingine ili tuhakikishe ya kwamba hii warani wanaendelea na peace. Mchakato huo unalengwa kushinikizwa maeneo ambayo yamekuwa yakikumbwa na hali tete ya usalama, kaunti ya Samburu na Laikipia. Amani hiyo inapowafikiwa, kibarua kinachowatoza kijasho chembamba wahusika wakuu kwenye mchakato huu mzima ni jinsi. Bonface Barasa, runinga Citizen, eneo la Ngoisusu Gatuzi la Laikipia.